Wanafunzi wa shule katika eneo la mwambao wa pwani wanahusishwa sana kama wadau muhimu wa kuhifadhi mazingira, wanyama wa bahari na umuhimu wa bahari. Zainab Meja Adam ni mwandishi na mtaalam wa ubunifu na usimamizi wa mpango huo. Tunafundisha watoto kuhusu bahari, wanyama wa bahari, umuhimu uh, uh, wa bahari. Sa leo wanapata wa, wa, wa nafasi ya kuandika barua kwa, kwa bahari kwa kuambia kwa shukuru kwa kwa kuwapa maji ya kuogelea kwa kwa shukuru kuwapa kwa kwa samaki kwa shukuru, lakini pia tuwafundisha kuomba msamaha, tusitukulani, yani tabia nzuri za kutotupa takataka baharini, kusafisha bahari kama hii. Aa, watoto mmoja wao wameandika hapa uh, tuache kutupa takataka -taka kwa bahari. So leo leo wamejua kujieleza, kuku, pia mambo kuhusu bahari kuchora kuelewa umuhimu wa bahari lakini vipi tuta... uh, protecti bahari yetu, lakini hii, sesh, hii festival tuwafundishe pia watoto maanake, huwa yaanza wakiwa wadogo, anza wakiwa wadogo, wajue umuhimu wa bahari, wajue kutotupa takataka baharini, sasa hata wakiwa wakubwa wanajua haya mambo. Ili kupata uelewa wa kuwahusisha wanafunzi, Tsofa Mwene ni mshirikishi wa jumuiya ya kuhifadhi wanyamapori nchini Kenya tunapokuwa na activities za mazingira kwa mfano tunapokuwa na World Environment Day ama tunapokuwa na cleanups, beach cleanups, na township cleanups. Utakuta kwamba watoto wanatoka kwa wingi na ukiwahoja ama ukiwauliza, unaona ya kwamba wanaelewa zile elements za environment na umuhimu wake wa kwa nini zihusishwe na zihifadhiwe kwa hivyo kuna mabadiliko makubwa kuhusiana na elimu hii ya mazingira katika shule zetu. Bwana Mwini, elimu kuhusu mazingira kwa wavumbuzi hao wachanga imekuwa na matokeo gani? Matokeo yake ni mazuri, kwa sababu mfano tu katika siku hii ya leo tuko na shule zaidi ya kumi na kila shule imeleta wanafunzi 30. Kwa hiyo tunakuwa na zaidi ya wanafunzi 30. Na ene, na uenezaji wa information hii ya mazingira kwa hivyo inazidi kusonga, tunaweza kuona tofauti hata katika shule. Shule nyingi, ukienda utakuta kwamba wanafunzi zile ambazo tumefanya kazi nao kama Wildlife Clubs of Kenya, wanafunzi wako na information kuhusu mazingira yao, na utakuta pia shule ni safi na miti imepandwa katika yale mazingira ya shule. Tuchunge mazingira yetu na tuyahifadhi, viumbe wa mwituni, viumbe wa baharini kama vile kasa na samaki aina mbalimbali, mikoko, matumbawe, uh, inastahili tu tuyatunze. Kwa hivyo mambo ya kutupa takataka ovyo ovyo inaharibu mazingira yetu. Wale, zile takataka ambazo tutu, zi, tunazitupa hususan plastiki zinatafuta njia yake na zinaenda baharini na zinapoenda baharini hujua ya kwamba zile plastiki kwanza, zina uchafuzi, zinaingia katika bahari, inachukua miaka mingi, zitavunjika vunjika katika vipande vidogo vidogo, na katika hali ile samaki watakula, na tunapokula samaki. Kwa hivyo tujue kwamba tunakula plastiki. Wadau mbalimbali wameonya kuwa uchafuzi wa bahari unaathiri utalii, ajira, wakati huu wakipendekeza ufadhili zaidi kuhusu hili.